Ndugu zangu Waislamu, leo nataka tukumbushane mambo muhimu sana, mambo ambayo muislamu hapasi kuyafanya kabisa kwa sababu yanaharibu imani, yanachafua akhera, na mara nyingi huanza kidogo lakini huleta maangamizi makubwa. Sikiliza kwa makini, kwa sababu huenda kuna jambo moja hapa unalifanya bila kujua. Jambo la kwanza na kubwa kuliko yote ni kushirikisha Allahu Hili ni kosa kubwa kabisa katika Uislamu: kumwomba mtu aliyekufa, kusema mtu fulani ndiye ananilinda, kutegemea hirizi, pete, nyota, ramli au waganga. Yote haya ni shirki. Allah anasema, hakika Allah hasamehi kushirikishwa na husamehe yaliyo chini ya hilo kwa mtakaye. Muislamu wa kweli hutegemea Allah peke yake. Hakuna mtu, jini wala malaika anayepaswa kuombwa badala ya Allah. Swala ni nguzo ya pili ya Uislamu. Muislamu hapasi kabisa kuacha swala kwa makusudi. Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam amesema, ahadi iliyo baina yetu na wao ni swala, mwenye kuiacha basi amekufuru. Swala si hiari, haijalishi uko kazini, safarini au umechoka. Swala haiachiwi. Ukikosa swala, imani inatetemeka. Uislamu haukatazi uzinzi tu, bali unakataza hata njia inayoelekea uzinifu: kuangalia picha chafu, mazungumzo ya siri yasiyo ya lazima, utani wa mapenzi na asiye halali. Yote haya ni milango ya moto. Allah anasema, wala msikaribie uzinzi. Muislamu analinda macho yake, moyo wake na heshima yake. Kilevi chochote, kidogo au kingi ni haramu. Hakuna kinasaidia stress katika Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, kila chenye kulevya ni haramu. Kilevi huharibu akili, huondoa haya na humfanya mtu afanye dhambi bila kujua. Muislamu analinda akili yake kwa sababu ni amana kutoka kwa Allah. Riba si kosa dogo. Ni vita dhidi ya Allah na mtume wake. Allah anasema basi, tangazeni vita kutoka kwa Allah na mtume wake. Riba huondoa baraka, huharibu jamii na huleta umaskini wa rohoni, hata kama mtu ana pesa. Muislamu hachanganyi biashara yake na riba. Baada ya kumwabudu Allah, haki ya wazazi inakuja. Kuwajibu kwa hasira kuwadharau kuwa kuwatelekeza, haya ni madhambi makubwa. Allah anasema wala usiwaambie hata a ah. Hata kama wazazi wamekosea, Muislamu huwaheshimu na kuwaombea dua. Kusengenya ni kula nyama ya ndugu yako aliyekufa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitumia mfano huu ili tuogope. Maneno yanaweza kuharibu ndoa, kuvunja undugu na kuangusha thawabu za mtu. Muislamu hutumia ulimi wake kwa dhikir, si kwa fitna. Dhulum ni giza siku ya Kiyama. Kumdharau maskini, kumnyang'anya mtu haki yake, kumchezea mtu aliyedhaifu, yote haya Allah hayaachi. Dua ya aliyedhulumiwa haina pazia. Dhambi kubwa zaidi si kutenda dhambi, bali kuchelewesha toba. Mtu husema nitakuja kutubu baadaye, lakini mauti hayapangi miadi. Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam amesema, Allah hupokea tauba ya mja wake kabla roho haijafika kooni. Leo bado unapumzi, leo bado mlango wa toba uko wazi. Kibri ilimwangusha Iblis. Muislamu hapasi kujiona bora kwa mali, ilmu, dini au cheo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, atakaye kuwa na kibri hata chembe ya punje ya haradali hata ingia peponi. Unyenyekevu ndiyo mapambo ya Muislamu. Ndugu yangu, Uislamu si maneno tu, ni mwenendo. Kama kuna jambo moja hapa limegusa moyo wako, hilo ndilo ujumbe wako leo. Rudi kwa Allah, rekebisha kabla hujarekebishwa